Karibu kwa mara nyingine kwenye Gumzo Updates. Twende kisiwani Unguja, huko Chwaka, ambako tunaambiwa mwenyekiti wa chama cha ACT-Wazalendo taifa Alhaji Othman Masoud Othman ameonya kuwa kukosekana kwa uadilifu, elimu sahihi na kutosheka, yani kukinai, kunasababisha jamii kupoteza mwelekeo na kuingia katika mitafaruku. Akizungumza na waumini mara baada ya swala ya Ijumaa hivi leo Februari 6 2026, katika msikiti wa Masjid Huda Chwaka, Alhaji Othman amesisitiza kuwa hali hiyo inatokana na watu kupuuza misingi ya dini na kushindwa kuzidhibiti nafsi zao. Kiongozi huyo alikosoa tabia ya baadhi ya watu kufanya ibada huku wakiishi maisha ya haramu Akitolea mfano wa mtu anayefunga au kuswali lakini akawa anatumia mavazi na chakula kilichopatikana kwa njia zisizo halali. Pia alibainisha kuwa sifa ya Zanzibar kuwa kivutio cha mataifa makubwa tangu asili haikutokana na fukwe zake pekee, bali pia na zaidi ni ustaarabu, tabia njema na utulivu wa watu wake. Alikumbusha kuwa Zanzibar ilikuwa kituo kikuu cha elimu ya dini ambapo wageni walikuja kujifunza na akahimiza jamii kurudi katika asili hiyo ya malezi bora. Aliwataka Waislamu kujiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unaokaribia kwa kujikurubisha kwenye misingi ya imani, huruma na ucha Mungu. Kwa upande wake, khatibu wa sala hiyo Sheikh Ibrahim Juma Ndame aliwahimiza waumini kutenda mema na kuepuka dhuluma ili kupata maisha mema hapa duniani na kesho akhira. Alisisitiza imamu huyo kuwa kutenda mema kunamfanya mtu kukinai na kufikia daraja la ucha Mungu. Alhaji Othman katika ziara hiyo aliambatana pia na viongozi mbalimbali wa ACT Wazalendo, akiwemo katibu wa idara ya habari na ueneze Salim Abdullah Bimani. bila y ilmu nafsi itachezewa, na ndo tunayaona haya ya sasa tulionayo. Hatukinai, tunaliona ni jambo dogo sana. Nafsi zetu hatuzitendei huo uadilifu tulioambiwa, kwa sababu mimi nasema sehemu kubwa moja ni kwa kukosa ilmu, ama tumeipuuza ama tumeidharau. Kinaa kimeondoka. Maana jitizameni, watu wa umri wangu mimi, tulichofundishwa na wazee wetu na tunachoshikana nacho wengi wetu ni nini? Ni kinaa, ni kukinai, kwa sababu ndio msingi wa nafsi, ndio msingi wa dini yetu. Sasa kwa kuondoka hilo leo, ndugu zangu, ndio maana hata imani yetu hata dini yetu sasa inaporomoka na itaendelea kuporomoka, kwa sababu tukizungumza funga, funga haianzi pale unapoacha kula. Funga inaanza kabla hujaacha kula, kwa kuwa na riziki ya halali Eh, riziki ya halali leo unafunga, lakini kipato chako wewe pengine, ni biashara yako ni ya daladala, unajua gari hii imekwenda kuibiwa, nimeinunua kutoka kwa mwizi, au mwenyewe ndio ulo iiba gari ile, ndio unaitumia unanunua, nguo, unalisha familia eh, unajenga nyumba, saa nyingine unaleta na zulia msikitini kwa kipato hicho hicho, utakuja kusema kwamba hiyo eh, sala ulokuja kusali eh, suruali haramu, kanzu haramu, koti haramu, utakuja kusema pana sala hapo. Lakini tunaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, utafunga kama wengine, kukiona na na suna zake lakini ulichokila unajua kwamba kimetokana na chumo la haramu yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumekubali nafsi zetu zichezewe, tumekubali yatokee yote haya kwa sababu tumetetereka katika misingi ya dini yetu, na basi, tunatakiwa na wengine, hata ukisema haya kuna watu wanakereka Muislamu lakini inamkera kwamba wewe unazungumzia mambo haya, na mwisho utakuja kwamba unazungumza siasa. Na ukitaka kulipa nguvu jambo la haramu, wewe lifanye, ni siasa. Lakini ndio leo jamani, tulipo hapo, ndio tulipo, tulipofika. Hii ni hasara kubwa sana kwa sababu nafsi ndio kila kitu, kama tulivyoambiwa hapa. Ndio maana sisi wazee wetu wakitukumbusha katika jambo hili kwamba hala hala na nafsi, kwa sababu nafsi, Mwenyezi Mungu alipoitolea hukumu, kaanza na viapo zaidi ya kumi kwenye Surati Shamsi, washamsi wadhuhaha. Wazee wetu nakumbuka wakituambia, hicho sikiapo kimoja ni viwili washamsi wa dhuhaha mm, ni viapo viwili kenda mpaka kamalizia kuapa na nafsi yenyewe, jinsi ilivyoumbwa. Wanafsin wamasauwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Hukumu aliyoitoa ni ipi? Kad aflaha man zakka wa wakad khaba sasa fikiria hukumu Mwenyezi Mungu aloanza na viapo zaidi ya kumi mpaka kaja kwenye kwenye yambo zito jambo kubwa sana, lakini sisi ndio tumeiacha ichezewe. Na tukiacha ichezewe, maana yake tutaharibikiwa. Ndio maana Mwenyezi Mungu kaitolea hiyo hukumu eh? kwamba utaharibikiwa na utaharibikiwa, sio tu akhera kwa sababu ya akhera unachuma hapa utaharibikiwa na duniani vile vile, na ndio maana tunaona hivi tunakokwenda. Kwa hivyo mimi nashukuru sana kwamba leo nimekuja kupata elimu hii, na wenzangu niwaombe kwamba elimu hizi tunazozipata katika hutuba hizi za Ijumaa tushikamane nazo na tuzisimamie, tuzitekeleze, iwe mwongozo wetu na ndio tutakapopata faida ya sala hizi za Ijumaa na yaliyomo katika haya, kwa sababu Mwenyezi Mungu ukakusudia kutusaidia katika uchunga wa nafsi, uchunga mgumu ambao kampa binadamu. Mimi nawashukuru tena sana kwa heshima hii kusimama mbele ya msikiti huu, kwangu mimi nachukulia ni heshima kubwa sana. Nawashukuru sana kwa, kwa haya yote, assalamu alaikum.